Naam, karibu tena mtazamaji. Naam, kwa muda mrefu wavuvi katika Ziwa Victoria, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, wamekuwa wakiishi kwa hofu kufuatia visa vya kuvamiwa na kukamatwa na wanajeshi wa nchi jirani ya Uganda kutokana na mzozo wa mpaka wa majini, kisha kuteswa na hata wengine kupoteza maisha. Naam, wavuvi hao hasa kutoka kisiwa cha Sumba wamekuwa wakipitia masaibu mengi na sasa wameitaka serikali kuzingatia kuongeza maafisa zaidi wa usalama ziwani humo. Visa vingi vya dhuluma kwa wavuvi huripotiwa katika kisiwa hiki cha Sumba kilichoko mpakani mwa Kenya na Uganda. Wavuvi wengi hukamatwa katika eneo hili la mpakani ndani ya Ziwa Victoria kwa madai ya kuingia katika himaya ya Waganda kisha kusafirishwa nchini Uganda wanakopitia mateso. Kati ya Kenya na Uganda sasa atukujua vizuri hapa, tuko Uganda ama tuko Kenya. Saa zile nye boti imekuja, ikabidi tukimbie na uk tunakimbiaingia wanaenda Kenya, wengine wanaenda Uganda. Na vyenye tuliona boti, tukaanza kuogopa, tukaanza kukimbia, tukirudi huko kwetu, na tayari hatungeweza kukimbia, walikuwa amesha tufikia tayari. Tazama boti hii inavyonaswa majini. Kisha wavuvi wanaomiliki boti hiyo wakisafirishwa kwa kasi hadi nchini Uganda kuteswa. Oh. maafisa wa UPDF wamesema kuwa wameweka mikakati kabambe ya kufanya operesheni zao na kuwa hawatawasaza wavuvi kutoka Kenya wanaovuka mpaka ziwani Victoria. Hali hii ilichochea serikali ya Kenya kuleta kitengo cha ulinzi cha Coast Guard ili kulinda mpaka majini na rasilimali za Ziwa Victoria. Tangu Coast Guard ianzishwe hapa Port Victoria, tumeleta uiano kati ya wananchi na mashirika mbalimbali ambao wanahusika katika hii ziwa Kulingana na wavuvi na wakazi katika kisiwa hiki, visa vya uhalifu vikiwemo wizi wa nyavu na boti vimepungua. Hata ndio mpaka wa Uganda uko hapa karibu karibu sana, sasa hiyo imekuwa changamoto sana hapo nyuma kwa wavuvi wetu. Kama ingekuwa vizuri, watuletee tu station ya Coast Guard yenye inaweza kuwa na OCS na watu wengine wa kuwasaidia kazi. Kwanza nashukuru mwelekeo wa serikali kutupea Coast Guard Sumba. Tunaweza omba, najua mambo ya bahari vile iko upande wa life jacket. Sisi tunaendelea kuhimiza wizara ya, ya usalama wa ndani, wa ndani, waziri Kipchumba Murkomen waendelee kuhakikisha kwamba hata hawa wanakuwa na, na, nini, kituo rasmi ili kuhakikisha usalama ya hawa wavuvi inaendelea kuwa vizuri. Wakazi na wavuvi katika kisiwa cha Sumba wanataka idadi ya maafisa wa Coast Guard pamoja na mashua za kisasa kuongezwa ili kuimarisha shughuli za operesheni katika Ziwa Victoria. Wamama tunaenda unaenda nyumbani unauza ng'ombe yako unakuja hapa ununue nyavu uanze kujitafutia, unasikia wanashikwa juu ya life jacket, unashikwa atisijui license na license wameweka kwa pesa mingi sana, wa mama wengine hatuwezi ku afford. Kamishna wa kaunti ya Busia Mwachaunga Chaunga amesema kuwa tayari wameanzisha mikakati ya kujenga kituo cha maafisa wa Coast Guard ili kuimarisha zaidi doria ziwani. Uh, wangilipenda kwamba waongezewe boats ili waweze kuweza ku kupatrol vizuri kushika doria vizuri sehemu zote. mambo yote haya tunayafahamu na tunayashughulikia. Ni oparesheni za kila mara ambazo hufanywa na maafisa wa kitengo cha Coastguard na sasa oparesheni hizi zimeonekana kuzaa matunda, wavuvi wakielezea kuridhika na shughuli hizi. Jen Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.